Lakini mwalimu kimsingi awe na hofu ya Mungu. Kuwa na hofu ya Mungu ni pale ambapo mtu unaona kwamba Mungu yupo, Mungu anaona kila ambacho tunachokitenda na kwamba Mungu anapenda tufanye mazuri na Mungu anachukia uovu. Na kwamba nikifanya baya hili alimpendezi Mungu, kwa hiyo Mungu ni mhukumu. Afadhali nimwogope Mungu. Hiki ni kwenda kinyume na maagizo yake. Ninyi walimu wakati mwingine mnafundisha shuleni huko, unaweza kafundisha eh, kwa juu juu tu lakini kuna hii kitu ambacho tunasema tuition hii. Kwenye tuition kule ndio huko ule walimu wenu unaonekana vizuri, yani material ndio yanatoka hasa lakini darasani pale aa, ili kusudi wanafunzi wawe wanakuja kule. Kwa hiyo darasani pale unaweza kafanya bla, bla, lakini kwenye tuition kule, yani material atamwagika kweli sasa, uwe na hofu ya Mungu kwamba hivi ni haki, yule ambaye pengine hawezi kwenda kwenye tuition na shuleni pale ni, ni blabla tu e, zimetembea pale ye, yeye itakuwaje? Na je ni haki pale ambapo unalipwa mshahara halali kawa ni blabla, alafu na huko ndio ukaenda kutoa matirio ya uhakika, je mbele ya Mungu ni sahihi? Kwa hiyo tukiwa na hofu ya Mungu, ina maana kwamba hata pale darasani kwa kweli tutafanya kile ambacho kweli kinachompendeza Mungu, tunatoa ile nini, tunampatia mwanafunzi ile haki yake e. Mwanafunzi kwa darasani ana haki ya kupata nini elimu, kutoka kwa yule e, mwalimu wake pale. Basi nawalikeni tuwe na hofu ya Mungu, tuogope Mungu, tukijua kwamba mambo mengine yampendezi Mungu, na Mungu anayaona e, anayaona.